Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapana. Hii leo bwana, ni kitu ambacho Mwijaku amezungumza kufuatia kwa msiba wa uh, aliyekuwa mwanadada ambaye watu wengi sana walikuwa anamfuatilia ambaye amevugua kwa takribani zaidi ya miaka saba uh, almost nane, anayefahamika kwa jina la Karina. So kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba Mwijaku kumbe naye pia ameguswa na msiba huu, naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka posti ya Karina na akaweka pale ujumbe wake, lakini pia vilevile ameelezea kiundani kuhusiana na msiba huu jinsi ulivyomgusa, na akaweka bayana kwamba yeye hakuwahi kupata nafasi ya kumwona Karina kipindi cha kipindi ambacho yeye anaugua, kipindi cha ugonjwa wa Karina, yeye akupata nafasi ya kuonana naye, lakini still ni kwamba alikuwa akimwombea dua. Hivyo basi, Mwijaku leo baada ya kupata taarifa kuhusiana na kifo cha, cha Karina, Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha yake na kaandika: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naumia, sijapata nafasi ya kukuona ila nilipata muda wa kukuombea dua. Huo ndo ujumbe wa Mwijaku kuhusiana na kufuatia kwa kifo cha Karina. Sasa hapa wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano, kuna bidada hapa anaitwa Husna Ukti ameandika kwamba leo hawa leo hii hawa amefariki, kila mtu amemposti, hasa hasa mastaa hawa, kaumwa mastaa, walikuwa waki mastaa wali, eh, walimpatia pesa zao na kukaa kimya. Leo hii wamekuwa mstari wa mbele kumposti, na watu waliokuwa wakimchangia ni sisi watu wa chini kabisa, ambao hatujulikani, na ndio tumeumia kutokana na kutoka kwenye mioyo yetu maana, e, maana matumaini yetu yalikuwa ni hawa kupona na kurudi nyumbani akiwa amesimama imara e, kwa yote Alhamdulillah, kuna mtu ameandika hivyo kwamba kuna maselebriti wengi sana sasa hivi wamekuwa mstari wa mbele kumposti kipindi ambacho ya tayari Hawa amefariki. Ukisikia Hawa, huyu Karina ana majina mawili, anaitwa Karolina Hawa, kwa hiyo jina maarufu ambayo alikuwa anatumia kuigizia anaitwa Karina. Kwa hiyo ndio maana unasikia kwamba wengine wanamwitaga Hawa, so watu wengi sana hapo wamekuja kuandika hivyo, kama vile kukosoa kwamba mastaa hawa wamekuwa hawana ushirikiano kipindi ambacho mtu anahitaji support ya kuuguzwa eh, lakini wakati amefariki wako mstari wa mbele kupost na kuonyesha jinsi gani ambavyo msiba umewagusa . So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.